Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ya kwanza tushukuru kwa fursa hii. E, sisi kama DAWASA kazi yetu kubwa sana ni kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya maji safi na salama. Na kama ambavyo mnavyofahamu na ambavyo umeeleza, serikali imefanya kazi kubwa sana ya kutafuta vyanzo vya maji ambapo tumepata pale eneo hili la Kisalawe tu na kujenga tenki kubwa la maji la zaidi ya lita milioni kumi na tano. Kazi ambayo kwa sasa inayoendelea ni kuendelea sasa kuyasambaza maji haya katika maeneo yote ya Kigamboni. Kazi hii imeshaanza inaendelea, baadhi ya maeneo yameshapata maji na bado tunaendelea. Katika mkakati wa DAWASA tulikuwa na mpango wa kusambaza kilometa 135. Mara ya kwa kwanza tumesambaza karibu kilometa 61 na sasa hivi tunaongeza kilometa 23 na kazi inaendelea katika mwaka wa fedha ujao. Katika wa, ni waombe tu wananchi wa Kisalawe kwa maeneo ambayo mtandao wa maji umefika tuweze kufika na kuomba, na tumekubaliana katika watu watakaokuja katika kipindi hiki cha utekelezaji wa mradi, tutatoa haya maji wanaotaka kuunganisha hata kwa mkopo, ili tuongeze kasi ya wananchi kuweza kujiunga katika mtandao wa maji. Na mitaa ile ambayo bado hatujafika kwenye huduma ya maji, katika bajeti yetu ya mwaka ujao ambao unaanza mwezi wa saba hivi karibuni tutapeleka kwenye maeneo mengine katika jitihada za serikali za kusambaza maji, baada ya kuwa tumepata maji ya kutosha. Asanteni sana, na tunawashukuruni sana. Mwenge wa Uhuru hoye, oe! Na nataka niwaambie wana Kigamboni na wana Kisarawe, leo hii Mheshimiwa Rais, mmoja kati ya mambo ambayo aliwaahidi wananchi wa taifa hili kuwapelekea, ikiwemo swala zima la kuboresha na kupeleka miundombinu ya maji safi na salama wenzetu hawa wa DAWASA wametuambia kwenye taarifa ambayo wamesema hapa, lakini mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya amesema na viongozi wengine hapa wamesema, akiwemo na mheshimiwa diwani kwa eneo hili Kigamboni. Hii tulikuwa tunapata huduma maji safi na salama kwa baadhi ya maeneo, lakini leo hii kupitia wenzetu wa DAWASA wamehakikisha vijiji vyote na kata zote leo hii tunapata maji safi na salama. Naomba tujipigie makofi mengi sana mimi niendelee kuwaomba wenzetu wa DAWASA, endeleeni kumsaidia mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu leo hii mheshimiwa raisi ana imani kubwa na taasisi yenu, ana imani kubwa ya kile ambacho mnaendelea kumsaidia kwa wananchi wake. Na tuliposema kwama heshima inapatikana kwa ina kweli kwa, kwa Kigamboni mumeweka heshima kubwa DAWASA, jipigeni makofi mengi sana. Lakini pia wenzetu hawa wa DAWASA wametuonyesha mfumo ambao kwa sasa wanaotumia kama zamani ulikuwa unakuja unashika mfereji, maana yake mifereji ilikuwa haidumu, maana kila mwananchi akenda anafungua anavyojua yeye. Kwa hiyo inapelekea ile mifereji labda kukatika, lakini wenzetu wamekuja na mfumo. Leo hii wewe hupati tabu hata haya kufungua, wewe unaweka ndoo yako, kama ni ndoo zako nne, na idadi ya ile fedha ambayo umeilipia, unaenda kuweka kadi yako kwenye kimashine chetu kile, halafu maji yanatoka, yakimalizika basi yanaendelea na utaratibu mwingi. Kwa kweli tunawashukuru. Kwa mfumo huu ambao mmekuja nao, kwa kweli ongereni sana DAWASA. DAWASA oye, oye. DAWASA safi.